So dakta mtazamaji, ni fahari yangu kuungana nawe siku hii ya Jumanne ya tarehe e, tatu mwezi wa sita mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Wakti mwingine mwafaka tunakongamana hapa tukufahamisha baadhi ya taarifa ambazo tumekuandalia kwenye chumba chetu cha habari. Kumbuka mtazamaji, unaweza fuatilia taarifa hizi moja kwa moja kwenye mtandao wetu wa kijamii. Ukurasa wa Facebook ni at KBC Channel One, kulia mtandao wa X at KBC Channel One, na kwangu ni at Halid Abdullahi. Naomba tuandamane hadi tamati. Mzamaji, bangi ya thamani ya shilingi milioni kumi ilinaswa katika eneo la Ellebor karibu na mpaka baina ya Kenya na Ethiopia. Bangi hiyo ilikuwa iliyokuwa ikisafirishwa kwenye gari aina ya Land Cruiser, ilikuwa imepakiwa kwenye magunia 16. Naibu kamishna wa kaunti ndogo ya Sololo, Edward Goko, alisifia maafisa wa polisi na wenzao wa akiba kwa kumtia mbaroni mshukiwa mmoja. Goko aliwataka polisi zaidi wa akiba kupelekwa katika eneo hilo akisema kuwepo kwao kumeimarisha juhudi za kukabiliana na uhalifu katika kaunti ya Marsabit. Training ambayo walienda inaonekana ilikuwa training ambayo inafaa, kwa sababu kwa muda wa miezi tisa tangu watoke training tunaona mazao. Na kwa sababu hiyo, mabusu walikuwa ameumia mguu kidogo, amepelekwa hospitali na maofisa wangu kutoka hapo atapelekwa mahakamani haraka iwezekanavyo.